Leo wacha tuangalie historia ya jinsi gani ambavyo Gaddafi aliondolewa madarakani, mapinduzi hadi kifo cha Muammar Gaddafi. Januari 2011 mawimbi yanayofahamika kama Arab Spring yalianza kuvuma. Kukatokea vuguvugu vugu la maandamano. Maandamano yakaanza kushika kasi katika baadhi ya mataifa ya Kiarabu, Tunisia, Misri pamoja na Yemen Raia wa Libya nao wanapata msukumo kutokana na kuondolewa kwa rais Ben Ali wa Tunisia. Sasa watu wa Libya baada ya kuona raisi Ben Ali wa Tunisia ameondolewa, nao wanaona hapana, na sisi tuingie barabarani, tufanye maandamano, tumwondoe rais Gadafi. Gadafi akawaonya raia wake, akawaambia nyie, msijaribu ujinga wa mapinduzi. Gadafi aliwaambia watu wake akawaambia Libya sio kama mataifa mengine. Siku zikazidi kusonga, ilipofika Februari 15, 17 mwaka 2011, maandamano ya kwanza Libya yanatokea yalitokea katika mji wa Bengazi. Waandamanaji wanatoka mtaani Bengazi kupinga kukamatwa kwa mwanaharakati wa haki za kibinadamu aliyekuwa anaitwa Feti Tabel. Polisi nao wa vikosi vya usalama wanatumia nguvu kubwa sana, watu kadhaa wanauawa ndani ya Libya kwa nguvu ya polisi. Walitakiwa kutumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji, polisi wakaamua kuvaa nguvu bana, wakatumia nguvu kubwa sana kuwaua baadhi ya waandamanaji katika nchi ya Libya. Maandamano yakaenea haraka sana katika miji mingine kama Albaida, Misrata pamoja na Tripoli. Serikali ikakata mawasiliano ya intaneti pamoja na simu. Hiyo ikumbukwe, ilikuwa ni Februari 15 17 ya mwaka elfu mbili na kumi na moja. Ilipofika Februari 20 23 mwaka 2011, Aisee, mapigano Libya yakawa ni makubwa sana, waasi wakachukua udhibiti wa sehemu kubwa ya Benghazi na mashariki mwa Libya. Jeshi la Gaddafi likatumia nguvu kubwa sana kujibu: helikopta, vifaru vya kivita na risasi halisi zikatumika dhidi ya waandamanaji. Watu walikufa bana dunia ikashuhudia kupitia video za mitandaoni katika mitandao ya kijamii, ingawa upatikanaji wa habari ulikuwa ni mdogo sana. Nchi za Magharibi na Umoja wa Mataifa zikaanza kutoa wito wa vikwazo kwa Libya. Siku zilizidi kwenda. Februari 26 mwaka 2011, Umoja wa Mataifa wakaingilia kati. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likapitisha azimio mwaka 1970 likiwa na hatua zifuatazo: moja, ni marufuku ya silaha kwa Libya; mbili, vikwazo vya usafiri na mali kwa familia ya Gadafi; tatu, uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za binadamu na kupeleka kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Vita yakazidi kusonga, maandamano yakazidi kupamba moto bana. Ilipofika Machi elfu mbili na kumi na moja mapambano yakapanuka. Gadafi akaapa kwamba hato kubali kuangushwa, akisema atawapiga waasi kama panya. Waasi wakaunda baraza la mpito la kitaifa NTC, hili waliliunda huko Bengazi. Vikosi vya serikali vinakaribia tena Bengazi vitisho vya mauaji ya raia vikazidi kuongezeka siku hadi siku, raia waliuawa bana. Ilipofika Machi 17 ya mwaka 2011, baraza la usalama likapitisha azimio la mwaka 1973, likiruhusu kwamba no fly zone juu ya anga la Libya, hatua zote muhimu za kuwalinda raia ziwepo. Hata hivyo, kuvamia kwa wanajeshi wa arizini hairuhusiwi mataifa yaliyopiga kura ya ndio walikuwa ni Marekani, Ufaransa, Uingereza, Lebanoni, Nigeria, Afrika kusini na Kolombia. Wale waliopiga kura ya kukataa walikuwa ni Urusi, China, Ujerumani, Brazil, India. Hawa hawakupinga moja kwa moja bali walizuia tu. Machi 19, 2011. NATO wakaanza mashambulizi. Operation ya kwanza ya anga Iliyoitwa OOD yani Operation Orsi Dawn ikiongozwa na Marekani, Ufaransa na Uingereza. Mashambulizi andege, ya ndege yanazuia majeshi ya Gaddafi kuingia Bengazi. Bengazi ambapo ni mji uliotekwa, mji ulio take over, serikali ya Gaddafi haiwezi kuganyaga huko. Baadaye NATO wanaingilia kati kwenda kuwatetea wale walioshikilia mji wa Bengazi baadaye uongozi wa operation unahamia chini ya NATO kwa jina jipya la operation Unified Protector. Ilipofika Aprili hadi Juni 2011 vita vya ndani vikawa vinaendelea, watu wanauana, waasi wakatawala, waasi wakadhibiti baadhi ya miji ya mashariki na baadhi ya maeneo ya magharibi. NATO ikaendelea kushambulia maeneo ya kijeshi maghala ya silaha na kambi za jeshi. Gadafi anaonekana mara kadhaa kwenye televisheni akiahidi vita itaenda hadi mwisho, atashinda. NATO nao hawakubaliani na maneno ya Gadafi kwamba vita ni lazima itamalizika, raia wataendelea kuwa huru, hakuna atakayeuawa tena. Julai 15, mwaka 2011, dunia inawatambua waasi. Mataifa thelathini pamoja na Marekani na Ufaransa yanatambua rasmi Baraza la Mpito la Kitaifa kama serikali halali ya Libya. Gadafi anazidi kuzingirwa, Gadafi anazidi kukosa nguvu, kila mtu anaegemea katika serikali ya waasi. Agasti 20 hadi 23 mwaka 2011 Tripoli mji mkuu wa Libya unaanguka. Waasi wanazindua opereshen ya mamed Dawn, mashambulizi ya mwisho ya kuingia Tripoli. Baada ya siku chache za mapigano, mji mkuu unaanguka unaangukia mikononi mwao. Familia ya Gaddafi inakimbilia nje ya nchi, naija pamoja na Algeria. Oktoba 20, mwaka 2011, ndo siku ambayo kifo cha Gaddafi, Muammar Gaddafi anafariki. Gadafi anakamatwa katika mji wake aliyozaliwa mji wa Site, akijaribu kutoroka katika msafara wa magari, anauawa mikononi mwa waasi. Video zinasambazwa zinaonyesha kifo chake. Siku hiyo hiyo baraza la mpito litatangaza ukombozi wa taifa. Oktoba 31 ya mwaka 2011, NATO anaamua kuondoka Libya. NATO inatangaza kumaliza rasmi operation Unified Protector, vita ya miezi nane vinamalizika, lakini taifa linaingia katika kipindi cha mpito kisicho na serikali imara. Nadhani kuna vitu vingi sana unajiuliza kumuhusu Muammar Gaddafi. Sasa nataka tuende mbali zaidi, ni kusimulie mengi usioyafahamu. Mwaka elfu mbili na kumi na moja mwezi Machi, dunia ilikuwa inaitizama Libia kwa mshangao na hofu kubwa sana miji ilikuwa imechomwa moto, raia walikuwa wakikimbia, na serikali ya Gaddafi ilikuwa ikitumia ndege, vifaru na silaha nzito dhidi ya watu wake. Kisha katika ukumbi wa ghorofa ya juu wa Umoja wa Mataifa, mjadala mkali ukaanza kujadiliwa. Swali lilikuwa ni moja ambalo lilikuwa mezani: Je, dunia inapaswa kuingilia kati katika hii vita? Sasa bana, mnamo tarehe 17 Machi mwaka 2011 baada ya saa nyingi za mazungumzo baraza la usalama la umoja wa mataifa lilipitisha azimio nambari 1973 waraka huu uliandika historia kwa maneno machache lakini yenye uzito mkubwa azimio liliweka wazi kwamba dunia ina wajibu wa kulinda raia dhidi ya mashambulizi ya serikali yao na kwa mara ya kwanza baraza liliruhusu hatua zote muhimu yani olo nesesale mea kumaanisha kwamba mataifa yanaweza kutumia nguvu za jeshi, lakini bila kupeleka wanajeshi wa ardhini. Hii ilimaanisha kuwa ndege za Gaddafi zisingeweza kuruka tena. Anga ya Libya iligeuka eneo lililodhibitiwa. Kila ndege ya kijeshi ilikuwa ni ndege hatari. Ndiyo maana siku chache baadaye makombora ya kwanza ya NATO yakaanza kulipua ngome za jeshi karibu na Tripoli pamoja na Bengazi. Azimio lilipanua vikwazo vilivyowekwa awali katika azimio la mwaka 1970. Mali za Gadafi ziligandishwa, zilisizishwa, akaunti za kifedha zikafungwa na safari za familia yake zikapigwa marufuku. Dunia ilimtenga Gadafi kimataifa, alikuwa mtu aliyeachwa peke yake, kwamba wewe pambana peke yako. Lakini si kila taifa lilikuwa na mtazamo mmoja. Urusi, China, Ujerumani, India na Brazili hawakupinga wazi, lakini hawakupiga kura ya ndio. Walihofia kwamba azimio lingetumika vibaya, kwamba kulinda raia ingeweza kutumika tofauti, ingeweza kuwa ni njia ya kuiondoa serikali, na kama historia ilivyoonyesha baadaye, hofu zao zilikuwa ni hofu za kweli, kwamba wa China watu wa Urusi, Ujerumani, India na Brazili wao walikataa wakasema nyie, katika hili azimio mnasema mnaenda kuwalinda raia lakini lengo kubwa ni kwenda kuiondoa serikali, na hicho ndicho ambacho kilifanyika. Mataifa kama Marekani, Ufaransa, Uingereza, Lebanoni, Afrika ya Kusini na Nigeria yalipiga kura ya ndio. Rais Nicolas wa Ufaransa na Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron walikuwa mstari wa mbele wakiita hatua hiyo jukumu la kibinadamu. Ndani ya masaa 48 baada ya kupitishwa kwa azimio hilo Ndege za kivita ambazo ni ndege za kivita za muungano zilianza mashambulizi. Ndege za kijeshi za Gadafi zikalipuliwa, mitambo ya rada ikaharibiwa na vikosi vyake vikapoteza nguvu. Kwa raia wa Bengazi ilikuwa kama pumzi ya kwanza baada ya kukaribia kufa, lakini kwa upande wa Gadafi ilikuwa ni tangazo rasmi la vita, kwamba nyie mmenichokoza, wacha tupambane. Azimio mwaka 1973 lilibadilisha Libya milele. Lilianza kama wazo la ulinzi, lakini liligeuka kuwa ni hatua ya kijeshi iliyopelekea kuanguka kwa utawala wa miaka 42. Je, azimio la mwaka 1973 lilitimiza lengo lake la kulinda raia au lilifungua mlango wa umwagaji damu na vurugu ambazo hazikuisha? Ii juhudi za amani zilianza tena kupitia Umoja wa Mataifa. Makubaliano mapya yakasainiwa katika mji wa huko Geneva, yakiahidi uchunguzi wa kitaifa, lakini hadi leo Libya bado inasubiri siku hiyo. Leo ni zaidi ya muongo mmoja baada ya kuanguka kwa Gaddafi. Libya inabaki kama onyo na funzo kwa dunia kuwa kuondoa dikteta ni rahisi, lakini kujenga taifa lenye amani ni changamoto ya vizazi. Historia ya Libya haijaisha inaendelea kuandikwa na kalamu iko mikononi mwa wananchi wake Libya ya leo vita vimeisha lakini amani haijarudi miaka zaidi ya kumi imepita tangu risasi za mwisho za vita vya Gaddafi kukoma lakini leo 2025 Libya bado inapumua kwa taabu vita vimeisha lakini amani bado ni ndoto Amani ipo Libya. Baada ya makubaliano ya Jeneva ya mwaka 2020, dunia ilidhani Libya imepata njia mpya. Serikali ya Umoja wa Kitaifa GNA ikaundwa ikiongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamad. Kwa mara ya kwanza kulionekana matumaini Libya, lakini nyuma ya pazia kivuli cha migawanyiko hakikuondoka. Serikali nyingine ile ya Tabruk ikimuunga mkono jenerali Halifa bado inadai uhalali, na hivyo Libya ikabaki na tatizo lake lile lile: viongozi wawili, serikali mbili, na taifa moja lilogawanyika. Mafuta ndio pumzi ya uchumi wa Libya, lakini pia ndiyo sumu yake. Libya ni nchi yenye akiba ya mafuta kubwa zaidi Afrika, lakini kila upande unataka kipande cha keki hiyo. Wakati visima vinapozimwa, uchumi unadidimia. Wakati vinafunguliwa, mapato yanageuka kuwa chanzo cha rushwa na migogoro. Ni kama taifa lililofungwa kwenye mzunguko wa dhahabu nyeusi, yamegeuka kuwa ni mafuta yanayowasha moto, badala ya kuwa mafuta yenye nuru. Leo Libya bado ni uwanja wa nguvu za kigeni. Uturuki bado ina wanajeshi wake kwenye ardhi ya Tripoli. Urusi kupitia kundi la Wagner bado inasaidia jeshi la Haftar upande wa mashariki, na mataifa ya Ulaya hasa Italia na Ufaransa yanaendelea kufuatilia kwa jicho la mafuta na wakimbizi. Kila taifa lina maslahi yake, lakini ni wananchi wa Libya wanaolipa bei. Lakini kati ya vumbi la siasa na silaha, kuna sauti mpya inayoibuka. Kizazi cha vijana wanaongea kupitia mitandao muziki na harakati za kijamii wanataka zaidi ya serikali, wanataka mustakabali. Hawa ndio watoto wa mapinduzi ya mwaka elfu mbili na kumi na moja wamezaliwa kwenye vita, lakini wanakuwa wakitafuta amani. Wakati dunia ikiangalia mashariki ya kati na Ulaya, majirani wa Libya barani Afrika wameanza kuzungumza. Umoja wa Afrika unajaribu tena kupatanisha viongozi wa Libya Wakati dunia ikiangalia mashariki ya kati na Ulaya, majirani wa Libya barani Afrika wameanza kuzungumza. Umoja wa Afrika unajaribu tena kupatanisha viongozi wa Libya. Nchi kama Algeria, Chadi na Tunisia zinasukuma ajenda ya Libya, solution for libya problems. Ni ishara kwamba Afrika imechoka kuona ndugu yake akididimia na sasa inataka kumsaidia kuinuka. Kwa sasa uchaguzi wa kitaifa umesogezwa mara kadhaa, lakini haijalishi ni lini, maana safari ya Libya sio tena kuhusu nani anashinda, ni kuhusu nani ataiunganisha. Libya ina historia ya damu, lakini pia ina urithi wa nguvu. Watu wake wamevumilia zaidi ya miaka kumi ya vita na bado wanasimama. Leo wakati jua linachomoza juu ya jangwa la Sahara, hewa ya Libya bado ni nzito, lakini ndani yake kuna pumzi ya matumaini. Pengine historia ya Libya haikuandikwa kwa damu tu, bali pia kwa matumaini ya kizazi kipya kinachoamini kwamba baada ya giza refu nuru inakuja tena. Huu ndio mwisho. Mimi naitwa Jimmy, nimekusimulia historia nzuri sana ambayo ni mbaya sana kwa kuendekeza ulafi na uroho wa madaraka, kinachotokea ni vita isiyoisha, vita ya miaka nenda rudi, vita ambayo itaua kizazi, vita ambayo itaua watu wengi sana. Tuipende amani, tuilinde amani. Tusipozingatia haya, kuna mataifa ambayo kesho na kesho kutwa yanatizama yeje kung'amua nini ambacho kinapatikana katika nchi za Afrika. Mimi nakupenda sana, historia hii uibebe kama ni funzo, usichukulie kama historia tu ya Muammar Gaddafi. Siku njema nawe, bye bye.